Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kushiriki katika shughuli za Bunge letu tukufu kwa kipindi cha miaka mitano, na nikitaja hapa miaka mitano, nafahamu bunge hili la kumi na mbili limepata fursa ya kuongozwa na maspika wawili. Lilianza kuongozwa na spika wetu Mheshimiwa Job Justino Ndugai. Asanteni sana. Kisha nikapata nafasi mimi ya kumpokea kijiti leo. Ah, asanteni sana, asanteni sana na leo ilikuwa apate fursa ya kuzungumza nanyi, lakini amesema kwa kuwa wewe utazungumza basi utazungumza utakayosema ya Bunge zima hili la kumi na mbili. Mheshimiwa Ndugai, tunakushukuru sana kwa utumishi wako kwa Bunge hili kwa sehemu ambayo uliweza kuhudumu kwenye nafasi ya spika. Nawe tunakutakia kila la heri katika yaliyo mbele yako, asante sana. Waheshimiwa wabunge, katika safari hii wapo wenzetu ambao hawapo nasi tena, wametangulia mbele za haki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la amani, na sisi sote tuendelee kuilinda nchi yetu. Waheshimiwa wabunge, mnamo tarehe 15 mwezi wa sita elfu mbili na ishirini, nilipata heshima ya kusimama mbele yenu kama naibu spika, nikiwasilisha salamu zangu baada ya kuhitimishwa wa mjadala wa bajeti kuu ya serikali wa mwaka elfu mbili ishirini elfu mbili ishirini na moja.